Tunaendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha asubuhi njema, ambapo sasa tunaangalia vichwa vya habari vilivyopo mbele katika magazeti yaliyofikia hivi leo, tukianza na gazeti la habari leo. Limebeba habari kubwa inasema ajali yaua watu 23, 34 taabani baada ya basi lori kugongana. Polisi dereva wa basi ni chanzo cha ajali. Habari nyingine inasema shehe mkuu kuzikwa leo na Migiro, mwanafunzi wachukua fomu za kuwania uraisi. Gazeti la Mtanzania lenyewe limebeba habari kubwa inayosema Mufti Simba afariki dunia, alizaliwa mwaka 1937 amefariki mwaka huu elfu mbili na kumi na tano Juni kumi na tatu. Mwaka elfu mbili na nane Mufti Simba alirejea nchini akitokea India ambako alifanyiwa upasuaji mkubwa wa mguu wa kulia kutokana na kushambuliwa na bakteria. Habari nyingine, habari hiyo hiyo inaendelea kusema augua kwa miaka minane, aache aosia mzito JK, Lowassa watuma salamu za rambirambi. Wasaka uraisi CCM wapigana vikumbo mikoani. Na katika gazeti la Majira habari kubwa inasema msiba mzito kwa taifa, Mufti Simba afariki dunia. Mamia kumwombea dua Bakwata Kinondoni. Mazishi yake kufanyika Shinyanga Oktoba 18. Kikwete, Dkt Mkangara, Mangara, Lowassa wa mlilia ajali ya ua ishirini na watatu na kujeruhi thelathini na nne imehusisha Mitsubishi Fuso na basi la Anathegi. JK AGU atoa hotuba nzito sita. CCM itende haki kuchagua mgombea urais. Ngeleja apata mapokezi makubwa Zanzibar. Na katika gazeti la Nipashe, rambirambi shehe mkuu kila kona na Migiro achukua fomu, asema hakubebwa UN. TPSF wafanyabiashara waunganisha nguvu. Na tukiangalia gazeti la Jambo Leo, Mufti Simba afariki dunia, kuzikwa mkoani Shinyanga Alhamis, kuagwa viwanja vya Bakwata Kinondoni leo. JK wabunge wa Tanzania wamlilia. Habari nyingine anasema ajali yaua ishirini na watatu Njombe na sita. Bilal waruka kihunzi cha kwanza, upinzani waichana bajeti Gazeti la Raia Tanzania habari yake kubwa inasema: Kikwete ambana mrithi wake, Ikulu amtaka kutovuruga sera ya mambo ya nje. Kinana asema vyeo hulevya kama bangi. Mufti Simba afariki na udhamini wa pamba moto. Katika gazeti la Zanzibar Leo, Mufti Simba afariki, JK anajivunia niliyoifanyia, au Pinda aanza kusaka wadhamini nyumbani. Membe, hakuna mgombea atakayeibomoa CCM. Na katika gazeti la Tanzania Daima, UKAWA waivuruga bajeti ya serikali, Mbatia abainisha upungufu wa trilioni mbili ikilinganishwa na mwaka 2014 2015. 4 asistiza CCM ijiandae kisaikolojia kukabidhi ikulu kwa wapinzani Oktoba mvutano kifo cha mufti mkuu Simba. Hilo ni kwa mujibu wa gazeti la Tanzania Daima ikiwa na habari inayosema ajali ya ua ishirini na watatu Iringa na Al Bashir aipiga chenga ya mwili ICC. Gazeti la Uhuru shehe mkuu ni pigo, kisukari, presha vyakatisha uhai wake, familia, serikali za ridhia kuzikwa leo Shinyanga. JK bunge nyalandu membe wa mlilia D Migiro anaogesha mbio CCM. Ajali ya basi lori ya ua ishirini na watatu. Ziara ya Kinana yaibua madudu. Waliomuua albino wa hukumiwa kunyongwa. Na habari katika gazeti la Jamhuri inasema ulaji wa kutisha, shilingi bilioni 85 kutumika kuwalipa wabunge, kila mmoja kuondoka na shilingi milioni 240. Malipo ya spika, naibu spika ni balaa tupu. Wazee wamaliza kazi CCM wawapa rais Kikwete, kinana ushauri mzito, wapendekeza wagombea waachwe wachuane. Kuna kila dalili majina yote sasa NEC. Gazeti la The Guardian ambalo limebeba habari kubwa anasema ishirini na watatu wafariki dunia, 34 wajeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea Iringa. Bajeti ya kosa uhalisia haikulenga watu wasema wabunge. Taifa la omboleza kifo cha Mufti Simba na Dkt Asha Rose Migiro naye awania uraisi, achukua fomu jana. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la The Guardian ambayo limebeba habari kubwa anasema Taifa Stars yapoteza ni katika kuwania kufuzu kucheza fainali za michuano ya mataifa ya Afrika, AFCON yafungwa magoli matatu ndani ya dakika tisa bondia wa mkoa wa Pwani ashinda. Timu tatu zaingia katika nusu fainali za Umiseta. Gazeti la Jamhuri, upande wa michezo, Mesi wa Simba kortini, Mesi wa Basa dimbani. Gazeti la Uhuru, habari yake kubwa upande wa michezo inasema Stars fungu la kukosa, na Brazil yaichapa Peru mabao mawili kwa moja. Rage kocha Stars atimuliwe. Mancity yazidi kumtega Sterling. Gazeti la Tanzania Daima lina habari kubwa inayosema Stars ya kera wadau. Rage ataka Norch atimuliwe. Ligi kuu bara Agosti 22. Gazeti la Zanzibar Leo lina habari kubwa inayosema Misri wajipigia tu, waitwanga Taifa Stars talata bila mashabiki. Pazia la usajili VPL lafunguliwa. PBZ yaitunza riadha Mjini Magharibi. Gazeti la Raia Tanzania, upande wa michezo. Baada ya Stars kuangukia pua, kibadeni yasema kocha aondoke, anawabania ligi kuu Agosti ishirini na mbili. Tuzo za kili zakosolewa. Gazeti la Jambo Leo, ligi kuu bara kuanzia kwanza Agosti ishirini na mbili. Simba hatutaki mwaliko wa Sekafa. Neymar aing'arisha Brazil, Colombia yaduazwa. Gazeti la Nipashe, TFF haina meno, asema mwanasheria. Ligi kuu bara kuanza Agosti 22. Yanga Azam wathibitisha Kagame Cup. Neymar afunika Falcao, aibu tupu Copa America. Gazeti la Majira, Taifa Stars yapigwa, talanta Misri Yaendeleza kichwa cha mwenda wazimu. Dirisha la usajili wa wachezaji lafunguliwa. Msera Leon wa Yanga azidi kuwa tishio. Na tukiangalia gazeti la Mtanzania, nyota Chelsea atumia dakika tisa kuiua stars, kurejea leo da, kibadeni menziro, lifeway, wanena ligi kuu bara kuanza Agosti 22. Christian Bella, kukosa tuzo kutanifanya nitoe muziki mzuri zaidi. Gazeti la habari leo Nuge, maji shingoni, stars na usajili wafunguliwa, ligi kuu Agosti 22. Mwinga, tukiwekeza tutang'ara tena. Na tukiangalia gazeti la michezo la Bingwa lina habari kubwa inayosema tambwe na waletea mavugo na ahaidi kutua naye da Alhamis Msimbazi sasa, washindo wenyewe wakizubaa tu, dida ampandisha chati Bartez na siri ya fichuka Messi vs Azam.